Na mm. Mambo vipi? Mimi naitwa Amri, unaitwa nani? Naitwa Jessica, Jessica. Mm. Au Milka. Milka limekaa kizungu sana, mm. Bara. Bara kubwa. Bara semu. Da. Da. <coughs> Na swali moja au kama sio mawili si unampenzi? mm. Okay. Yeah. Moja. Yeah. Moja. Au wangapi? Ah, poa. Nataka nikuulize jambo moja Unawazaji yaani, vitu gani ambavyo mpenzi wako akikufanyia utajua kabisa huyu mtu ananipenda mimi? vitu vingi sana mhm, tutaka kufahamu ambapo mimi na naamini tu ananipenda nikiviona amevifanya. uh -huh. Ila sana sana anapenda surprise, surprise atile. mm. -hmm. Apine, surprise na uh -huh. ingine, kingine <laughs> kingine uh -huh. waaminifu uh -huh vitu gani ambavyo unasema contrary sasa, yani kinyume chake? Ue, wewe yani, huwezi kumfanyia mpenzi wako ambapo unadhani hichi hata iweje siwezi mimi kukifanya kwake, apendi labda apendi, ni kitu ambacho na wewe yani, kwa mtu unayempenda ni kitu gani ambacho yani, unasema mimi siwezi kukifanya? Yani, kuongea na mwanaume mwingine mbele yake mwanaume yoyote, yoyote ambayo yani, ambaye ya anaweza kumuonyesha kwamba kuna kitu kinaendelea baina yangu na wewe. Sasa hapo mwanaume ana gani, yani, rafiki tu au mwanaume? Nikisema rafiki, sina maana marafiki zangu anawajua. Okay, kwa hiyo mbele yake huwezi kuongea, ila tofauti na yeye unaweza kuongea tu Siwezi kumchiti kiufupi. Kumchiti kitu ambacho mwenyewe sitamani mm. Aje anifanyie. Acha kukukera, ukasema bora niende ni, ni tu nichepuke. Hapana, apana, sijawahi kuanza hivi. Mkigombana, mkikasirikiana, mnafanyaje kusuluhisha matatizo yenu? Tukikasirishana yaani kila mtu anakaa kwanza, anampa muda mwenzake mm. Baadaye mambo anakaa sawa. Kupiana muda inakuwaje? halafu imeisha hmm. Hiyo sio kwamba inalimbikiza au mnaombana msamaha? Kwa hiyo kama leo mmeweza kukaa siku nzima, hauwezi siku ya pili kukaa siku mbili bila kumtafuta, yani hasira imezidi, kwa sababu jana nimekupa siku moja, tumepeana space siku moja kwa sasa hivi limezidi, inabidi nikupe space the two days, yani siku mbili au siku tatu. Kwa mimi haje kutokea. muda mrefu ambao mmepeana muda ni muda gani? labda siku moja basi, haje kuzidi. unampenda nini mpenzi wako? Napenda anaponijali na kunisikiliza. akitokea mwingine ambaye anakujali zaidi yake sijavyonasijaviona kwa mtu mwingine, ana vitu vyake, anajijua mwenyewe, anajijua si. Akiona hii video unamtaja, atajisikia raha sana, atazidi kukukea. Labda nitaje kodi yake, kodi yake nikitaja HDF